M h ni nini? Umeona kuna swali aliulizwa Aisha. Yaani ikitokea labda kuna tatizo kati yetu, atamchagua nani kumshauri? Yaani wote tumeonekana sisi, wewe, kwa sababu yako, mimi mtani kwangu, mimi mwenyewe na akili. Yaani mbona saa hii hapo kinachoniumiza. Labda nyinyi mna ugomvi nini? Mimi kinachoniumiza mimi mtani kwangu naheshimika mwenye kiti uh -huh. Lakini kutokana na wewe unaonekana mwendawazimu, naonekana mimi mwendawazimu. Kwa hiyo mimi ndio nakufundisha wewe mwendawazimu. Eh, akili zako zinaziona kaka <laughs> <laughs> <laughs> shule ya Kiingereza inaitwaje, ah? Uh -huh. <laughs> Hapo unapiga Kiingereza, sote Kiswahili. <laughs> <laughs> Malizana na mimi Kiswahili. Yani wana, unapo, unapo usharibu kwanza maneno shule ukita tu skuli. Yani unapoanza kwenye skuli. Haya, inaitwaje kwani? Skuli. So skuli. Yani wewe unapiga school <laughs> so, yani skuli ni skuli <laughs> <laughs> <paka>, <laughs> Bado kidogo tu umeze ulimi. Baki kidogo umeze ulimi. Aisha hajakosea. Lakini Aisha kamlenga huyu sio mimi. Wewe bwana, mimi wa Morogoro mwenzie. Mimi nataka kufahamu kitu kimoja. Kuna namna ambavyo huo ukiwa unaposti na huyu bwana naye akiposti, mimi nimeona mm. ya juzi. japo mm -hmm. Nikajaribu ku comment <laughs> ndugu yangu alishijibu, lakini ngoja niache. Bwana, pale unapokuwa ukipost, alafu ukasema umepost picha yako, alafu then ukamweka huyu amevaa wiki. Kuna kama ile ngome inakuwa inapitiliza sasa. Ipi? Yaani inapitiliza, issue ni nini? Umeona, kwenye kuna kuna filamu fulani inaitwa Utani ya kina Tiny White, mm -hmm. Ni, ma, ni, ma, ni, ni, ni maisha ambayo watu wana, wanaishi yani, kwenye sehemu yoyote lazima kunakuwa na kundi la watu ambao wao wanakuwa na utani, lakini unachojaribu kufanya ni usifanye kitu ambacho kitakuja kitamkwaza mwenzio kupitiliza eh. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye utani kunakuwa kunakuwa na mipaka. Zile pale ni emoji ambazo Snapchat sio kiingia nini, ambayo una, una edit tu yani hamna kitu cha cha uhalisia ambacho labda ninaweza kakifanya kumvunjia mtu heshima, yeye akafanya kunivunjia heshima. Kwa hiyo kitu chochote ambacho unachoona yeye ana post au mimi na post, maana yake kunakuwa na kipimo chake. Bwana sifanye hivi nikaja nikavuka nikamkwaza mwenzangu kwao. Lile wigi unaona, sasa limeniuma sasa. Umeona huyo hapa, huyu analipa watu hela wanichukue video kaka, ninaanza nikajificha kwake. Kuna wengine wanne. Mimi na watu. Ya ya for but, kwa us hajawahi kutokea lakini mimi majeshi yangu siwataji. Eh? Siwataji. Lakini unao watu. Na watu. Mimi na watu mwenyewe eh? Ninachoshukuru wa Zanzibar <laughs> na nisapoti sana kaka <laughs> <Siyataji. laughs> <laughs> sana. Nalijua hilo nawashukuru sana. Na nishowe pija mkwala. Ustishi watu wa Zanzibar. Kuna picha zake za utotoni hapo. Shikaji wangu alikuwa gamba hapati kitu zilizozipata Zile, zile kaka. Zipo. Zipo. Anakwambia yeye na watu na wana Zanzibar wanamsapoti, mimi nina watu mimi, nina majeshi. Wewe una <laughs> watu wa zamu. Sio hapa tu ng'ombe hivi si wataji. Alishia kucheza Barcelona zamani udogoni. Utajua mwenyewe. Katalunya. Lakini Ah ah. Mimi ndio yangu sikozani nayo yule yisannipiga mwenye mshono. Mimi napiga kichwani. Eh? Eh? Kwa hiyo kapiga kwenye mshono, mi nakuja kupiga kichwani. Ntafurahi.